Kuna wakati nimewahi kufundisha topic hapa yenye part 1 na part 2, inazungumza ili kujipenda na kujithamini, mambo ya kuzingatia ili kujipenda na kujithamini. Nikaongea mambo matatu part 1, mambo matatu part 2 yale yalikuwa ni mambo ya kuzingatia, mambo ya kuzingatia. Leo natamani nikupe misingi, foundations, misingi, ili ukuweza kujibu swali la je, unatamani kujithamini zaidi? Unatamani kuraise yourself, self, self, self awareness self esteem, unatamani kuinyanyua self esteem yako unatamani kuinyanyua self esteem, uwezo wa kujithamini, uwezo wa kujithamini, uwezo wa kujiona unafaa, unaweza, uko vizuri. Sasa iko misingi mitatu nataka nikupe leo, misingi mitatu ili uweze kujithamini vya kutosha. Kumbuka, kuna mambo ambayo huwezi kufanya yakafanikiwa kwenye maisha yako kama huwajaanza safari ya wewe kujithamini wewe mwenyewe, having high self esteem. Kwa wale ambao ni adolescents wanafunzi wana, vijana ni ngumu kufaulu kama huna self esteem iliyo bora. Kwa nini? Inaathiri confidence yako ujasiri wako. Sa, mambo haya matatu yatakusaidia. La kwanza ni self acceptance. Self acceptance ni uwezo wa kujikubali, uwezo wa kujikubali. Kwenye uwezo wa kujikubali tunasema tambua uwezo ulio nao, tambua mazuri yako, tambua mapungufu yako, tambua madhaifu yako. Ukiweza hilo jambo, umetiki tiki ya kwanza, umejikubali self acceptance iko sawa. Then nenda kwenye hatua ya pili au msingi wa pili, jitambue, self awareness. Wale wanaojifunza kuhusu emotional intelligence, ambao pia nimezungumza, tafuta hizo video hapa, nimezungumza kuhusu akili hisia na namna ya kunyanyua self uh, emotional intelligence yako utakuja kugundua emotional intelligence ina misingi mitatu minne, minne, lakini wa kwanza ni kujitambua, self awareness, ndio wa pili, self management, social awareness, relationship management, lakini ya kwanza ni kujitambua. Kwenye kujitambua, tunajibu swali la je, unajielewa kwa kina? Unajielewa ndani na nje ndani ni kama vile unajielewa, una hasira sana, unajielewa una hasira za haraka, unajielewa kwamba unashindwa kukontrola hasira zako, unajielewa una wivu, unaelewa kwamba unashindwa kuelezea hisia zako. Hivyo ni vitu vya ndani, unavielewa. Nje yako, unajielewa kwa nini unapenda kuvaa mavazi ya aina fulani, unajielewa kwa nini unapenda marafiki wa aina fulani, unajielewa kwa nini marafiki fulani unapenda kushawishi zaidi kuliko wengine. Huko ni kujielewa, kujitambua then unakwenda kwenye hatua ya tatu na ya mwisho, au msingi wa tatu na mwisho, self development. Huwezi kujithamini zaidi kama malengo yako hauyafikii, huoni ukipiga hatua, huoni ukienda kokote, huoni ukifanya chochote kwenye maisha. Wenzako wanaenda, wewe unaona umesimama. Wenzako wanakimbia, we unaona unatambaa. Tena sio unatambaa, yamkini umesimama tu, huendi kokote maisha ya watu yanabadilika, wewe ya kwako kwa yako kwa kwa vile vile kila siku yako iko kama jana. Huwezi kujipenda, huwezi kujithamini katika hali kama hiyo. Sa wengi wananiuliza nafanyaje ili kutengeneza self development yangu iende vizuri? Jiendeleze, jifunze zaidi, jipe changamoto na uzifikie hizo changamoto, uzitatue hizo changamoto, jifunze kubadilika na kuwa tayari kubadilika. Kubadilika ni jambo moja, kuwa tayari kubadilika ni jambo lingine. Vitu hivi vitatu: self acceptance, kujikubali; self awareness, kujitambua; na self development, kujiendeleza. Ukiweza kuviweka kama misingi yako, utaweza kujithamini zaidi, na maisha yako yata unfold na kuwa mazuri kuanzia hapo. Mimi naitwa Dr. Chris Mauki.